Hello guys, habari za masiku, mambo yanaendaje? Karibu sana katika chaneli yetu. Ni muda mrefu hatujaongea, lakini leo tutaongea kuhusiana na topic niliyoiweka kwenye peji yetu ya Instagram inayohusiana na sukari kwa watoto. Ilikuwa na maswali mengi sana, so nimeona nijibu kila swali hapa ili tuweze kwenda kwa pamoja, na kama utakuwa na maswali mengine zaidi weka kwenye comment section tafadhali, share, hakikisha kila mmoja anajifunza. Karibu sana. Swali la kwanza nasema, sukari inaweza kuwa introduced kwa mtoto wa kuanzia umri gani? Ili swali ulizwa na mtu anaitwa G QS Michael. Sukari automatic mtoto anakutana nayo, kumbuka vyakula vyetu vingi tayari vina sukari. Kwa sababu sukari ni preservative. Kwa maana kwamba kwa njia moja au nyingine mtoto atakutana na andazi, mkate, kiazi kitamu, atakutana na sukari automatic. E, siagi, blue band, vyote vina introduce sukari kwa mtoto. Nilichokuwa nakizungumzia kwenye hii video yangu, usi introduce sukari nyongeza. Nikisema sukari nyongeza na maanisha sukari ya kuongeza kwenye chai, kwenye uji, vinywaji vya sukari, hizo e, juisi za viwandani, soda. Usimwanzishe mtoto mapema, kwa sababu moja kwa moja ile sukari inakuwa na impact kubwa sana kwenye brain na ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo sukari automatiki mtoto atakuwa, maana ya vyakula vingi vina sukari. Kwa hiyo anavyoendelea kukua atakutana na sukari. Kwa hiyo, hauna haja ya kusema, ninamintroduce vizuri sukari kwa mwaka, kwa miaka miwili umeshamintroduce, maana vyakula vingi unavyompa tayari vinakuwa na sukari. Nakumbuka sukari tunayoikataa ni ile sukari ya viwandani au sukari nyongeza, lakini kuna vyakula asilia ambavyo vina sukari, na hiyo ni sukari asili ambayo mwili unahitaji kwa ajili ya development, maendeleo ya ukuaji wa mtoto. Sukari ya asili ni sukari muhimu sana kusaidia katika kujenga mwili, kuupa nguvu na kumsaidia mtoto kukua katika hali. Swali la pili liliulizwa na mtu anaitwa mia moja thelathini asali je? Yeah, asali ni, as, ni sukari asilia, ina virutubisho, ni kitu kizuri, lakini asali kwa watoto inasababisha mifupa kuwa mepesi, yaani kuwa rahisi kuvunjika. Mtoto anaweza kaanguka tu katika sehemu ya kawaida alafu ukaona amepata mguu umevunjika, au amepata fracture kwa sababu asali inasababisha e, mifupa kutokuwa kutokuwa migumu vile inavyotakiwa. Kwa hiyo yeah, asali ni virutubisho, lakini kwa watoto wadogo haswa chini ya miaka mitano, kwa uangalifu kidogo inaweza kachangia mifupa kuvunjika kwa urahisi. So asali ni nzuri, lakini ina hiyo disadvantage kwa watoto ambayo ni muhimu sana kuiangalia. Jamani, kuna comment inasema vichanga mnazotuandikia tuwape zina sukari kibao hata wewe unawaandikia. Labda niseme jambo moja kwanza, mimi ni mtu wa natural medicine, naelewa yes, na dawa za watoto zina sukari. Hata sisi tuna dawa ya watoto hapa tumetengeneza, tumeweka asali. Sasa nimeshasema madhara na faida za asali na nimeshasema madhara ya sukari, inamaanisha nini? Suka, chakula, dawa sio chakula, kwa maana kwamba mtoto hali, hali dawa kila siku, anakula pale anapoumwa sababu dawa siyo chakula e, napozungumzia chakula namanisha kitu ambacho mtoto anakula kila siku. Kila mtoto, m, kila mtoto anakunywa uji kila siku na uji umeongezwa sukari, hilo ni tatizo e, hilo ni tatizo. Kila mtoto anakula vyakula vya sukari kila siku, lakini dawa tunawapa wakiwa nauma. Kwa hiyo dawa kuwa na sukari, hiyo ni kumsaidia mtoto kuitumia ile dawa bila kuwa na changamoto kubwa. Kumbuka, nimesema mtoto anapofika miezi sita usianze kumintroduce sukari, lakini unapompa dawa tayari ile ni dawa. Hata e, vyakula vichungu na kuna dawa chungu. Hatuli dawa chungu kila siku, tunakula pale tunapoumwa, lakini chakula tunaweza kukula kila siku. So zingatia, dawa sio chakula. Kwa hiyo hauwezi kuitumia hiyo kama sababu ya kumpa mtoto sukari. Swali lingine linasema Vipi kuhusu yogurt? Yogurt ni nzuri, yogurt ina kumpa kupa, ina kumpa mtoto bakteria muhimu wa mmeng'enyo wa kulinda kinga yake ya mwili au tunaweza kuwaita flora. Yogurt ina faida sana kwenye mfumo wa mmeng'enyo, lakini zingatia, kuna yogurt zimeongezwa sukari nyingi sana. so ukiweza kupata yogurt ambazo hazina sukari nyingi au hazina sukari kabisa, kwa afya nzuri Lakini kwa refreshment yogati zenye sukari naeza kuwa okay. Ila kuna viwanda ambavyo vinatengeneza yogati wanaweka matunda eh, na sukari ambazo ni natural, sio artificial. Kwa hiyo, kuna sukari kama stevia, ambazo ni natural na kuna matunda ambayo yanasababisha yogati nakuwa na ladha. Kwa hiyo, hata kama imewekwa sukari inakuwa ni kwa kidogo sana. Zingatia, fanya uchaguzi sahihi ili kumpa mtoto wako virutubisho ambavyo vitajenga afya yake. Karibu sana, endelea kutufuatilia na kushukuru sana kwa kuwa sehemu ya chaneli yetu. Tuendelee kujifunza. Kumbuka Cornwell Tanzania ni watengenezaji wa dawa asili na virutubisho hapa Tanzania. Tunatoa huduma za matibabu kwa kutumia dawa za asili. So, wasiliana na sisi kwa kupata huduma mbalimbali, chukua namba zetu za simu uweze kupata msaada. Mungu akubariki.